Ndugu zangu katika Kristo, karibuni katika mwendelezo wa tafakari yetu katika safari yetu ya jangwani, tukijadili swala zima au dhana zima ya msamaha, na mimi wengi wanazidi kubarikiwa kupata neema kwa yale ambayo tunazungumza. Basi hizi neema usibaki nazo peke yako, walike wengine, kwa kulike, kushare, kucomment, kukomenti, kusubscribe na, basi ili wote waweze kupata baraka na neema katika safari yetu hii ya jangwani. Eh. Na tuliangalia eh, siku iliyo jana siku sita, eh, ya kumi na sita juu ya vikwazo vinavyozuia msamaha tukasema: kuna hitaji la kusamehe, la pili kufuta kumbukumbu yaliyopita. Kwa hiyo unaweza ukayaona katika video iliyopita, lakini leo tuendelee tena na vitu vingine ambavyo vinaweza kuzuia kuwa na roho ya msamaha eh. Naomba ni nukuu eh, nianze kwa kunukuu kauli moja nzuri sana aliyosema Paul Booz. Paul Booz, mmoja wa waandishi mashuhuri sana hapa duniani, alisema msamaha aubadili tukio au yaliyotokea, ila unabadili mtazamo na matukio yaliyo mbele. Msamaha aubadili tukio au yaliyotokea ila unabadili mtazamo na matukio yaliyo mbele. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo lazima tukubali wale ambao tuna roho ya kutofuta kumbukumbu kwamba ni kweli kabisa, msamaha hatokusema auondoi kwamba tukio lilitokea, ila unakutengenezea au unakupa nguvu mpya ya matukio yatakayotokea mbele, au unakujenga upya kwa safari yako ya mbele. Leo tuangalie eh, kikwazo cha tatu. Ni ukubwa. Ni ukubwa au kwa kauli nyingine ni nani wa kuomba msamaha? Ni nani wa kuomba msamaha? Ndugu zangu, naomba niambie. Tatizo ambalo linatokea katika makwazo ni pale ambapo sehemu zote mbili, yaani, aliyeumia na aliyeumizwa kila mmoja anajiona ni mkubwa. Yawezekana mimi nikawa ni bosi, yawezekana mimi ni baba, yawezekana mimi na mamlaka. Huyu niliyemkosea yuko chini yangu, niliyemkosea yuko chini ya miguu yangu, niseme namna hiyo. Je, ni haki kweli mimi niende nikamwombe msamaha huyu wa chini, au yeye ndiye ana haki ya kuja na kuomba mapatano hapo. Lazima tueleze ukubwa, imekuwa ni tatizo sana kwamba niki, nikiomba msamaha kwa hadhi yangu. Hapana, huyu bado ni mdogo kabisa, astahili kabisa mimi kuomba msamaha, kumomba msamaha. Hiki kitu kimekuwa changamoto kubwa katika maisha yetu hapa duniani, katika maisha yetu ya kuwa na roho ya msamaha. Mtu anajiangalia naulia, tena anajiangalia, sasa, mimi baba niombe mwanangu msamaha ni, msama, ni mtoto tu? mimi baba nimwombe mke wangu msamaha ni? Ah, basi amna lolote. Kwa hiyo ile hali ya kutojishusha, hii hali ya ukubwa ni kikwazo kikubwa sana kuelekea mtu kuwa na roho ya msamaha. Mtu utasikia hata huyiwa chini aliyekosewa mi japo na yeye ana haki ya kueleza kwamba amekosewa, lakini anabaki kusema, mi namwangalia tu, mi namwangalia tu kwamba atakuja, ataniomba msamaha. Mimi namwachia Mungu tu, mimi naacha tu mambo yaende. Kama kweli anajua kuwa amefanya hiki, atakuja aniombe msamaha. Ndugu zangu, naomba niwaambie, kuna watu wapo na tabia ambayo e, wanasaikolojia wanaijua vizuri ni roho au tabia ya kuumiza, yaani anafurahia au anapenda kuona unaumia. Kwa hiyo hata siku moja huyu mtu awezi kushuka kuja kukuomba msamaha au kutaka mapatano. Furaha yake ipo katika kuumia kwako. Kwa hiyo unaweza kusema namwacha tu, naacha tu, ayo yataendelea. Yawezekana kwa kujua yeye au kwa kutojua lakini jua kabisa, hata kama wewe ni wa chini, una wajibu na haki vile vile ya kueleza kwamba umeniumiza. Una haki ya kusema, hata kama wewe unataka kujishusha, naomba mimi nijishushe niliye mdogo au niliyekosewa, nikwambie basi samahani, bila kusubiri kwamba nani aje nani aondoke. Kwa hiyo niwaombe leo eh, tuepukane na hiki kikwazo cha ukubwa wewe uliyekosa una wajibu wa kushuka na kuomba msamaha kwa huyu uliyemkosea, hata kama ni mdogo, hata kama unalipa mshahara, hata kama yuko chini ya miguu yako. Lakini wewe uliye chini una haki vile vile ya kutambua na kuelewa na kueleza kwamba wewe uliye juu umenikanyaga, wewe uliye juu umenikosea. Vingi nevyo ukibaki katika hali hiyo hiyo bila kueleza utazidi kuumia, kwa sababu wengine wana tabia za kuumiza, kwa sababu ni katika kuumiza kwao wanapata furaha. Lazima tukielewe hicho kitu. Kwa hiyo kikwazo hiki ukubwa, naomba tupambane nao, naomba tuondoe, tuombe sana neema katika safari. Jambo lingine ambalo linaweza likaondoa roho ya msamaha au ni kikwazo ambacho kinazuia watu kutosamehe ni woga. Woga, woga wa nini? Woga kwamba nikiomba msamaha, huu ni woga mara nyingi wa ndani sana. E, ni woga wa ndani sana huu. Ndiyo utakuwa mwanzo wa mimi kuukandamizwa. Nikiomba msamaha, ni mwanzo wa mimi kuonekana niko chini, hivyo maneno nitakayopewa pale nitakayoambiwa baada ya kusema samahani, yawezekana nisiyasahau maisha yangu yote. Kwa hiyo naogopa kwenda kuomba msamaha, naogopa kutoa roho ya msamaha, kwa sababu woga huu wa ajabu sana. Naogopa kingine, kwamba nitaonekana mimi si lolote, si chochote tena, nitaonekana mnyonge, na mimi najijua sio mnyonge Aidha nimekosewa au nimekosea, lakini mimi t, sio mnyonge. Naamini mtu au bosi au yoyote yule kwenye familia au mtaani anijue kabisa, mimi sio mnyonge. Kwa hiyo siwezi kwenda kuomba msamaha, unyonge sina. Kwa hiyo naogopa kuonekana mnyonge. Kingine ni woga, kufanya nini? Woga wa kuwaza hivi, atanifikiriaje? Kwa sababu kuna mwingine ukienda kuomba msamaha atasema nilijua tu ulifanya hiki kwa sababu uje uombe msamaha, au ulijua nitakusamehe. Kwa hiyo nafikiria kwamba huyo mtu atanionaje, atanifikiriaje? Aidha atafikiri nimefanya lile kosa makusudi, au nimefanya hivi ili nije kuomba msamaha. Kwa hiyo kitendo cha mimi kukaa na kuwaza kwamba huyu mtu atanifikiriaje kinazuia au kinatengeneza uoga ambao unatengeneza roho ya kuto kwenda kuomba msamaha au kutoa msamaha. Kingine ambacho ni kinaweza kusababisha hiki katika ile hali ya uoga ni uoga wa kudharaulika. Huyu mtu atanidharau mimi, na hadhi mimi, na cheo mimi, ni mtu kwa hadhi yangu si, yani sidhani kama naweza nikaenda huko chini kuomba msamaha. Kwa hiyo napata uoga, ni uoga wa ndani kabisa, kwamba sitaki kudharaulika. Kwa hiyo watu wataniona nina kiburi, watu wataniona nini, lakini kindani kabisa ninaogopa dharau. Sasa dharau nyingine itakuja kwa sababu gani? Kwa sababu huyu nitakayeenda kumwomba msamaha ata, atasema iwezekana, akasema nilijua utakuja tu, nilijua una pa kukimbilia utajishusha tu wewe, unajifanya sana, unajiona sana lakini nilijua tu mwisho wa siku utakuja tu. Kwa hiyo ile hali ya mimi kuonekana kwamba nimejipeleka, sina pakwenda, sina nini, ile dharau kwamba inanifanya kweli kabisa nisiweze kujishusha, nisiweze kwenda kuomba msamaha. Tuombe sana neema katika safari yetu hii tunayoenda nayo Uoga, uoga watanionaje wa atanifikiri namna gani? Atanifikiriaje? Atanidharau? uweze kuondoka katika safari yetu ya maisha, kwa sababu ni kikwazo kikubwa kinachozuia roho ya msamaha. Tumeangalia leo katika siku ya kumi na saba kwamba eh, nani amwombe msamaha mwenzake. Namba mbili ni uoga. Tuombe sana neema, Mwenyezi Mungu atubariki katika safari yetu.